Arusha, wele wenye wivu wajinyonge. Yaani, baada ya ule mkutano wakaenda kumfungulia mashtaka, moja ya shtaka eti alihudhuria mkutano wa mbunge. Yaani mtu hata kwa mkutano wa mume wake asiende, baada ya hapo wakamsimamisha na kazi, sikamenielewa. Lakini nataka niwaambie, mke wangu ana amani kwelikweli, na anasema kwamba kwa kweli, yeye atakufa atazikwa na mme wake. Wewe mwanaume unataka ubunge, badala ya kugombana na mwanaume mwenzio, nda kugombana na wanawake? Huo si mtiani. Wanawake anatakiwa wapendwe, wapewe mahaba, wajaliwe. Wewe unakwenda kufanya ukatili dhidi ya wanawake. Mwambie jirani yako ashindwe kwa jina la Yesu, ashindwe na alegee, na sisi hatutamfanya chochote, tunamwachia Mungu ahangaike naye. Yule mkutano, wakaenda kumfungulia mashtaka, mmoja ya shtaka eti alihudhuria mkutano wa mbunge. Yaani mtu hata kwa mkutano wa mume wake asiende hapo akamsimamisha na kazi. Sika mwenyelewa, lakini nataka niwaambie mke wangu ana amani kweli kweli. Na anasema kwamba kwa kweli yeye atakufa atazikwa na mume wake. Wewe mwanaume unataka ubunge, badala ya kugombana na mwanaume mwenzio ndio kugombana na wanawake. Huo si mtihani wanawake anatakiwa wapendwe, wapewe mahaba, wajaliwe. Wewe unakwenda kufanya ukatili dhidi ya wanawake? Mwambie jirani yako ashindwe, kwa jina la Yesu ashindwe na alegee, na sisi hatutamfanya chochote, tunamwachia Mungu aangaike naye. Mungu ndo anajua kulipa kisasi kuliko binadamu dada mmoja hapa anaitwa Asia Mkali, mjumbe wa kamati ya siasa, simnamjua? Alikuwa mratibu wa elimu wa kata hapo, nafahamu hii kata hapa hii almashauri ya Arusha DC. Kwa sababu anataka ubunge na yeye ni mkuu mkoa, amekataa kumuunga mkono, amemtoa, amemhamisha, amempeleka Ngorongoro, kamwacha, amemwacha, ameacha mtoto wake hapa anateseka, kwa sababu anataka ubunge anataka ubunge kwa jasho na damu. Mwambia jirani yako, Mungu apendi mambo ya namna hiyo. Alafu hii siyo vita, maneno tu, njo uwanjani hapa, tujenge hoja, wananchi wataamua, wajumbe wataamua, acha kutishatisha watu. Hata wewe unayemuona huyu mjumbe wa kamati ya siasa Kisila, naye kaenda kumpiga majungu kule benki kwake kule Amehamishwa Dar es Salaam. Ni dhambi hata kwa Mungu. Kila anayemunga mkono Gambo anamtafuta bosi wake, anataka aachishwe kazi. Anawaita watu, kuna baadhi ya wanasisehemu amewaita kule, anamwambia wewe unga mkono, anaambia hapana, bai nimetoka mbali na Gambo, aenda kuulizia bosi wake nani, anakwenda kupiga fitina, aenda kupiga majumu. Mwambie jirani yako yana mwisho. Mwambie jirani yako yana mwisho. Mwambie jirani yako, kisasi ni cha Mungu, wale wote anaowanyanyasa anaowaonea. Na hakika Mungu atanyamaza, na hakika Mungu atafanya nini? Wale wote anaowanyanyasa waliwekwa tumboni kwa mama zao kwa miezi kwa miezi tisa, wazazi wao wanawategemea wafanye shughuli zao kwa amani, ili wawasaidie kitendo cha kwenda kuwanyanyasa kwa sababu anataka ubunge, Mungu hawezi kukubali. Na mimi na uhakika Mungu anaenda kusimama kwenye uchaguzi wa mwaka huu, atamuonea kila mtu, atamnyanyasa kila mtu, lakini hana uwezo wa kwenda kumpigia mtu, na kila mtu atapiga kura mwenyewe. Arusha, uli wangapi nasema tumwachie Mungu naye? Wangapi mnasema kisasi bora ni kile ambacho kinalipwa na Mungu, maana maana maana alivyokuja hapa. Hii ni mashahidi. Si nimpokea vizuri sana. Si hata mwenyewe anasema alipokea vizuri. Lakini kila siku ukija leo kwa kunyanyasa hivi leo kwa kutesa hivi anataka ubunge. Si angesema tu ungepaka mpaka unyanyase watu. Kwanza kuna mtu mmoja akaniambia bwana, kuwa makini. Nataka niwaambie mimi, niko vizuri <laughs> mimi niko vizuri, na anajua ndo mwenyewe bwana, anazunguka zunguka mbuyu tu, haangaiki na mimi kabisa. Anajua mimi sio mchezo mchezo ambaye jirani yako, niko vizuri <laughs> simliona. Kuna kuna mkutano mmoja alienda kule, kila siku akiamka uchawi ushirikina, ushirikina. Sasa unajiuliza wewe, kama sio mshirikina umejuaje? Au alienda kunijaribu akaona maji marefu? Atakuwa alitesti mitambo eh, atakuwa alitesti mitambo eh. Mwambie mimi namuamini Allah subhana wa taala. Kengu, giza uweze kuniona. Ukiona anayeseka basi jua tayari shughuli yake imeshaisha tayari maana mpambe wake mmoja alikuwa anazungumza mahali siku moja, akasema, siku hizi siku hizi ukienda kule, naita wapi kule, ukienda kule kwenye mnada, hata bei ya mbuzi waupe imepanda. Akasema, eh, hey, ulijuaje kama unaenda kununua kwa? <laughs> mpaka wapambe nao wameshirikishwa kwenda kununua mbuzi ambao hawana madoa <laughs> Arusha, oi, mwambie jirani yako, ushirikina hauna nafasi kwenye jimbo letu. Hapa watu wako bize wanatakaswa na damu ya Yesu. Hapa watu wako bize wanamwamini Allah, subhanahu wa ta'ala, yeye ndio mwanzo na ndio mwisho. miaka mitano ay na mtailiiaabaraa nyingi na baraa kubwa sana basi, mke wangu ameniambia pamoja na mateso yote aliyoyapata, na anaomba mkamwombee. Akaniambia, ukifika huko kama utakao waona wote, nami niko tayari pia kuchangia kwa kuwapa nauli elfu tano tano kila mtu, ili aweze kurudi kule nyumbani kwake asha maba jirani yako kwenye chuki panda upendo, maba jirani yako kwenye chuki panda upendo. Pamoja na kumnyanyasa mke wangu, lakini bado wanaendelea kumshukuru Mungu. Arusha wewe na Daktari Samia wewe, mimi ni nyumbani kwangu, nimekukaribisha sebuleni, nimekukaribisha wapi chumbani. Siku yangu mimi na mke wangu, unataka kuingia chumbani, anaita mke wangu, naweza wewe? Au unataka unataka, au sema, akuia man, sema sema astaka, tuwai astaka, tuwai aikubaliki. Baada ya kusema, asanteni sana, wapenda sana Mungu awabariki sana, ataondolee shari zote, changamoto zote, akawape riziki za kuhudumia familia zenu, akawaepushe na maradhi. Asanteni sana, Mungu awabariki.